Hii ni njia fulani the best sana yani, katika njia ambayo inakuaga mimi kwangu ni kitonga kimbilio. Wakati natumia Adobe Premiere Pro ilikuwa ni hii, hata baadaye nilipoanza kutumia DaVinci pia nikajikuta hii ndio njia yangu pendwa. So naomba nikuelekeze namna ya kutumia Proi, namna ambavyo inavyofanya kazi. So Proi ukishaifungua kama hivi, na kwa wanaohitaji nitayaratoa nini nyingine ya kuelekeza namna ya kuidownload kuipata. So namna ya kutumia hii proi unachotakiwa kufanya yenyewe pia ni nzuri, of course, inarahisisha kazi. Una copy hizi faili zako zote, usianze kuchagua kwamba hii clip ni ipi ni ipi. Hapana, unaweka clip zako hivyo. Baada ya hapo sasa, unatafuta faili la audio, audio file lake ni ile hapa, unaweka proi, yenyewe itakwambia kwamba mstari line hii ni ya, ni, ni ya audio, line hii ya video, kwa tofauti ya hichi kimicrophone pamoja na hii headphone pamoja na hii camera. Kwa hiyo najua clip zangu za juu hizi ni za video. So yenyewe ukisha upload file zako, hapa, hata kama una files za day, yani kama unataka <coughs> kusynchronize ulishuti, sorry, hata kama ulishuti siku 30, shoot siku 10, unaweka file zako zote. Unachukua na audio zako zote unaweka. Ijapokuwa inashauriwa utumie kama hivi ninavyotumia mimi njia ya siku moja moja kwa ajili ya kupunguza uzito. Yani ile ya siku moja na isynchronize, naweka pembeni. That's so, why okay, ukiangalia hapa kuna project zangu nimeziweka hapa. Hizi ni project za hizi hapa, unaona hizi ni project za nilianza day 1, day 2, day ngapi, nikawa natumia kitu kama hicho. So, yenye huwa inachukua muda kidogo kwa ajili ya kuziload hizi file zote. Ikishamaliza kuload, hapa chini nitakwambia synchronize, nini ready to synchronize. Kwa hiyo ikishamaliza hapa una synchronize. Kwenye kusynchronize, files zinakuwa zinajitafuta zenyewe na muda mwingine inaweza ikatokea changamoto hii, synchronize ikaishia yani hapa chini hapa, mid preparing inaweza ikaishia labda tisini na nne inaweza kaishia ya wakati mwingine tisini na tisa ya yani siende mbele. Hiyo mara nyingi inatokea. Ina baada ya ikitokea, labda kuna audio moja imezingua yani ikitokea kuna audio moja labda imezingua, haisomi labda liliingia faili lingine au muda unarekodi sauti ilikata kati kwa faili alikuji, alikujimaliza vizuri kwenye kujiandika kuizumu hii timeline yake hii ni ukibonyeza tu kile kijumlisha na kitoa kwenye kibodi yako, yeah. Unakuwa inaizumu. Kwa hiyo ikitokea imeganda kwenye 80, ikitokea imeganda kwenye 90, kitu utakachokifanya ni kwenda kufuta kuna clip tu lazima itaweka rangi ya njano. Kwa hiyo utaenda utaifuta, baada hapo, utaendelea. So, kama hapa tayari imeshaandika eh, clip ready to synchronize, unabonyeza synchronize. Unaona hapo? Ina maana hapa clip zote zinakuwa zina synchronize. Baada ya kishamaliza hapa, utakachokifanya uta export timeline. Unaona sasa hii inaweza ikachukua muda, itatulia muda. Uta export timeline. Ukisha export timeline faili lake, ikimaliza yenyewe faili lake linakuwa linatoka. Oh, unaona kama inamaliza haraka naweza nikaisubiri, bila kupoteza muda. Unaona, faili lake likishatoka ndo linakuwa kama vitatoka vitu viwili. Cha kwanza uta save project yako, project ndo hii, alafu faili litatoka muundo wa XML. Pale itakuuliza unataka itoke muundo, unataka itoke timeline kama ya Davinci, ama ya Premiere Pro, ama ni Final Cut. Uh, wewe sasa ndo utachagua. Mimi huwa nachaguaga Uh, ya DaVinci lakini uzuri ni kwamba ukichagua DaVinci, ukichagua Premiere Pro haimaanishi kwamba haiwezi kufunguka kwenye hizo sources zingine kwa sababu XML file ni faili ambalo linafunguka kwenye hizi software uh, DaVinci, Premiere Pro pamoja na Final Cut inafungua. Labda, hii nikupe elimu kidogo kwamba unapotaka kuhamisha project ya Adobe Premiere Pro kwenda kuipeleka uh, DaVinci lazima ui-export ikiwa XML. Una export ile timeline na ukitaka hiyo hiyo timeline yako uende uka edit kwa mtu wa Final Cut, lazima uexport kama XML. Vile vile, ukitoka Final Cut kwenda DaVinci ni XML, ukitoka DaVinci kwenda Premiere Pro ni XML. That's why ndo maana uh, unaona hapa. So, ukiandika export timeline, inatoka hapa inakuuliza export format, unachagua hapa unaona. Kuna Premiere Pro, kuna Vegas na kuna DaVinci. Final Cut imetoka lakini nafikiri kwa sababu Kutakuwa kuna sababu zingine, lakini nafikiri kwa sababu chochote tukitoa hapa, yani XML, na kutoka hapa inafunguka pia kwenye kwenye Final Cut. Watumiaji wa Sony Vegas na wenyewe wamekumbukwa, pamoja na kuna hii ni video sijawahi kuitumia sana, lakini kama inatoka XML basi unaweza kuedit. Kwa hiyo ukishamaliza hapa, ku export file lake linakuwa linatokeza mbele, likitokeza hivi mbele, zingatia kukopi, kwa sababu ukipoteza hapa kuja kulitafuta tena ni issue. Kwa hiyo inabidi ukopi ukimaliza unaenda kupesti kwenye project yako ina maana kama hapa. In case unahitaji labda kuna marekebisho yoyote inabidi usave na hii project yako. Unaona hii project ukisave. Ukisave hii project yako na yenyewe. Unaona. Kwa hiyo unakuwa una project mbili. Una moja ambayo ni una, una moja ambayo itakuwa ya ya ya halafu una nyingine ambayo itakuwa ni XML. XML yangu mimi ni hii hapa ambayo tayari nimesha export. Nafikiri project ya hii hapa, unaona? Na ile yenye inabidi nitoe kule nilete huko. Hakikisha hizi project zinakuwa karibu. Kuna siku inaweza katokea ukazihitaji, lazima ujue smart kwenye ku save project zako, kwa hiyo na moja hii ya na maana nikitaka kama kuna kitu labda nataka niongezee, labda kuna scene nilikuwa sijai copy clip nataka kuiongezea ili synchronize pamoja, na ifungue hiyo project na iweka hiyo clip, maisha yanaendelea. faili langu la XML hili hapa, sasa hapa unafanyaje kuingia kwenye DaVinci? Haya hapo sasa, ina maana PluralEyes imeshatusaidia kusynchronize hizi faili zote, kututafutia audio yake ilikuwa wapi. Na maana ukiangalia hapa kuna take 1, take 2, take 3, take 4, take 5, unaona hizi zote hizi yote imetutafutia huku mpaka na audio zake, kwa sababu kuna wengine wakiwa wana shoot ma cameraman wengine akishuti eh, shoti ya kwanza eh, ikizingua msanii labda amekosea script, imeenda vibaya, wakienda take 2 ile, anamwambia na mtu wa audio pia afanyaje, akate. Mara nyingi director ndo anawatoaga hizo, kata audio, kameraman naye akikata, wakianza wanaanza tena. Ndio maana unakuta faili la audio lina viclip clip vingi, lina vi audio audio vingi, unaona ukiangalia faili la, la, la, audio vinakuwa vya audio vingi kwa sababu gani? Kwa sababu walikuwa wana, walikuwa wanafanya takes nyingi, ndio maana ukisema uanze kutafuta wewe kimoja kimoja utakesha. Kwa hiyo PluralEyes imeshatusaidia na imetutolea uh, imetutolea ile faili la le XML. Kwa hiyo kinachofanyika faili hizo, ndio hapa tunakuja sasa ku una import, unakuja hapa una import kama una import kama timeline, unakuja ku import kama timeline project ni day 2, oh, ni hapa, ni day 2 file yangu ni hapa. Naona XML limesoma peke yake, kwa sababu hapa format inaoingia peke yake ni XML. Unapiga okay hapo. Sasa hapa kila kitu kinakuwa kinafunguka na utaweza kuziona zile tech zote ambazo walikuwa wamezishoot. Unaona, ukiangalia hapa, hii ambayo tulisema kuna tech 5 ni hii. Na unaona hapa hata wevu. Lazima pia uangalie na wevu ili kujua kama imesynchronize vizuri. Unaona hizi wevu? Ina maana hapa ukizima audio hii ukiwasha huko lazima utaisikia hiyo sauti ya kamera. Sawa? Hichi nilichokifanya hapa ni kitu fulani cha kawaida tu ni hichi. Unaona, ila shortcut yake kwangu huko mimi nimeset ni D. Hivi, ni D. Sawa. Na huku kwingine kote pia unaruhusiwa kuangalia hizi wevu zimeenda sawa. Unaona mimi nikiangalia hizi wevu no, naona zimeenda sawa. Ina maana hapa proi imefanya vizuri, na proi siku zote wameweza kujitahidi kwenye game, wamefanya kitu kizuri. Shout out kwao mm. Kwa hiyo hiyo inaweza kukusaidia pia, kama hapa unakuwa unajua. Au, audio zote zimefanyaje, zimesynchronize vizuri. Sasa wakati mwingine inaweza katokea changamoto proi, na yenyewe ina, ina madhaifu yake nimekwambia ukitaka kuhakikisha kama imeingia vizuri, zimesynchronize vizuri, lazima uhakikishe unakagua hizi wave. Naona ukiangalia okay, hii wave hapa iko sawa. PluralEyes inakuwaga na madhaifu yake. nimeweka solo ili niweze kuisikia hii audio ya boom. Unaona hii audio inatoa kitu kingine. Mbiayu. Na hii shoti ya kamera, shoti ya kamera ni gari linatoka ndani, lakini audio inatoa audio ya zoom iliyochukuliwa ni kitu kingine. Kwa hiyo hiyo ni madhaifu ya nini? Madhaifu pia yametokea unapokuwa una synchronize na pro -I. Ni vitu ambavyo unatakiwa uwe navyo makini, yani pro -I inaenda kusynchronize zile sauti ambazo zimesikika vizuri, yani kama ukiwa kuna changamoto sana, inaweza isinase. Ndio maana wengine waga, yani kuna project zingine kama noise ilikuwa imechukuliwa nyingi kwenye kamera, itakubidi ufanye hicho kitu in manual, that's why. Ndio maana kwa wenzetu wanavyokuwa wanafanya hizi kazi, unapokuwa unataka kurekodi, kabla unatakiwa una upige kofi Yaani kabla ya kurekodi, yani mnaanza kwanza kurekodi. Cameraman anarekodi pamoja na mtu wa sauti anarekodi. Afu, baada hapo unapiga unapiga kofi. Kofi utakaolipiga ile wevu yake itakayoonekana, wevu kama itakayoonekana itakusaidia kwa sababu kamera itaonyesha wevu ya kofi kwenye teki ya kwanza pamoja na audio itaonyesha lile kofi. Kwa hiyo, utakachokifanya utasynchronize lile kofi. Baada ya hapo, vitu vyote audio zitakuwa zimefuatana. Kwa hiyo sasa hiyo ni changamoto. Na hii ndo njia pendwa. Anyway, yaani watu wengi sana wanaitumia wanaitumia hii pro. Ina maana baada ya hapa, sauti zako zimeshakaa, unaweza kukata sini zako na kupanga na nini fresh.